Niwakaribishe sana katika e, chuo chetu hiki, chuo kikuu Mwanza. A, ni chuo ambacho kinatoa shahada ya udaktari. Sasa leo niko hapa, tulikuwa na majadiliano na management ya chuo lakini na rais wa wanafunzi e, na a, tume ya vyuo vikuu, na sisi tumefika hapa kwa ajili ya kuwasilisha maamuzi ya tume ya vyuo vikuu na maamuzi haya yanahusiana na kusitisha kibali cha udahili na usajili wa wanafunzi wa mwaka wa kwanza wa shahada ya udaktari wa binadamu katika hiki chuo chuo kikuu Mwanza. Tume ya vyuo vikuu ninaposema, ninasema bodi, bodi ile bodi ambayo ndio tume. Sasa kama tunakumbukumbu, kuanzia tarehe 15 Julai hadi tarehe 20 Oktoba 2025, Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania iliratibu maombi ya udahili wa wanafunzi wa shahada ya kwanza mwaka wa masomo 2025/2026 kwa vyuo vyote vya elimu ya juu nchini, na maombi ya udahili yalikuwa yakitumwa moja kwa moja vyuoni, na hii ni kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za udahili na uendeshaji wa elimu ya chuo kikuu nchini. Sasa, baada ya kukamilika zoezi la udahili TCU ilifanya ukaguzi, ukaguzi wa awali kwa lengo la kuhakiki uzingatiaji wa vigezo vya udahili ikiwemo idadi ya wanafunzi kwa programu za masomo, sifa za kitaaluma na vigezo vingine stahiki vilivyoidhinishwa iz na tume pamoja na bodi au mabaraza ya usajili wa wataalamu. Sasa ukaguzi ule umebaini kuwepo kwa ukiukwaji mkubwa wa taratibu za udahili na usajili wa wanafunzi wa shahada ya kwanza hapa Chuo Kikuu Mwanza ambapo chuo kimedaili na kusajili idadi kubwa ya wanafunzi mara kumi ya idadi iliyoidhinishwa na mamlaka ya urekebu kwa maana ya TCU, kwa shahada ya udaktari wa binadamu kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Kwa hiyo idadi hiyo ni kubwa kuliko uwezo wa chuo kimiundo mbinu ya kujifunzia na kufundishia ikiwamo idadi ya walimu. Sasa maamuzi ya ya Tume ya Vyuo Vikuu kwa Chuo Kikuu Mwanza kutokana na ukiukwaji mkubwa wa taratibu za udahili na maelekezo ya tume na kwa kuzingatia umuhimu wa kuwa na wahitimu wenye kukidhi viwango vya ubora wa elimu kitaifa, tume katika kikao chake cha 127, hiki kilikuwa ni kikao maalum kujadili tu ili swala, ambacho hiki kikao kilifanyika tarehe 28 Novemba 2025 Yaani, siku ya Ijumaa tume imefanya maamuzi, na haya ni maamuzi manne. Uamuzi wa kwanza, kusitisha kibali cha udahili na usajili wa wanafunzi wa mwaka wa kwanza kwa mwaka wa masomo 2025 2026. Tume imesitisha kibali cha udahili na usajili wa wanafunzi wa mwaka wa kwanza wa shahada ya udaktari wa binadamu kwa chuo kikuu Mwanza katika mwaka wa masomo 2025 2026. Usitishwaji huu unatokana na chuo husika kushindwa kuzingatia maelekezo ya tume kwa kudahili na kusajili idadi kubwa ya wanafunzi kuliko ile iliyoidhinishwa na kuchapishwa kwenye kitabu cha mwongozo wa udahili kwa mwaka wa masomo 2025 2026. Ukiingia kwenye tovuti ya Tume ya Vyuo Vikuu utaona idadi ambayo imewekwa, idadi ambayo iliwasilishwa na chuo wanaifahamu. Aidha, chuo kikuu Mwanza kilishindwa ki kufanya marekebisho ya idadi hiyo licha ya kupewa maelekezo ya kufanya hivyo na tume. Chuo hiki kitaendelea kutoa mafunzo kwa wanafunzi wengine wanaoendelea. Kuna wanafunzi wa mwaka wa pili na wanafunzi wa mwaka wa tatu. Wanafunzi tunaowazungumza ni wanafunzi wa mwaka wa kwanza. Au maamuzi ya pili ya tume kutoa kibali kwa wanafunzi wote wa mwaka wa kwanza kuhamia vyuo vingine. Tume imetoa kibali cha kuwapa fursa wanafunzi wa mwaka wa kwanza waliodahiliwa kusajiliwa na kuripoti chuoni hapa, wamedahiliwa, wamesajiliwa na wameripoti, wako hapa tunavyozungumza, kuomba kuhamia vyuo vingine vilivyoruhusiwa kudahili wanafunzi katika programu ya udaktari wa binadamu au programu nyingine watakazozipenda kwa mwaka wa masomo 2025 2026, au miaka inayofuata na ninavyozungumza mimi kama katibu mtendaji, nimeambatana na maofisa wangu na tuko katika kuratibu hilo zoezi mara tu baada ya kuzungumza na nyie. Maamuzi ya tatu, Chuo Kikuu Mwanza kiwataarifu wanafunzi na kuwasaidia kukamilisha taratibu za uhamisho. Chuo Kikuu Mwanza kimeelekezwa kuwataarifu wanafunzi husika kuwa chuo hakitatoa masomo kwa mwaka wa kwanza katika mwaka wa masomo 2025-2026, kutokana na kutokidhi taratibu za uendeshaji wa elimu ya chuo kikuu. Hivyo, chuo kinapaswa kuwasaidia wanafunzi hao kutafuta uhamisho kwenda vyuo vikuu vingine ambavyo viko tayari na vina uwezo wa kuwapokea wanafunzi husika, na vyuo vikuu hivyo tuvishukuru kwamba vimeprovide eh, fursa kwamba wanafunzi hawa ambao walikuwa hawana hatia waweze kuingia katika vyuo vyao kwa nafasi ambazo, ambazo zimetolewa. Tume inawaasa wanafunzi walioathirika na mabadiliko haya kuwa watulivu, kwa kuwa suala hili linashughulikiwa kwa kuzingatia maslahi mapana ya wanafunzi na jamii kwa ujumla. Tume kwa kushirikiana na chuo kikuu Mwanza pamoja na vyuo vitakavyowapokea wanafunzi husika itahakikisha kuwa mchakato wa uhamisho unatekelezwa kwa haraka na ufanisi. Tunazungumzia shahada ya udaktari. Maelekezo ya nne ni kwamba kuundwa kwa kamati timu ya wataalamu kuchunguza masuala ya kitaaluma katika chuo kikuu Mwanza.